E, hii ni hamasa yetu kuelekea mechi ya tarehe 28 kama tunavyofahamu, e, Azamu imeasisiwa na makampuni ya SSB kwao. Tumeamua kuja kuungana na wenzetu wa SSB kuona ni namna gani wanakwenda kusapoti timu. Sisi kama Said Salim Bakhresa tunazalisha ambao tunazalisha unga wa ngano wa Azam, tunahitaji sapoti yenu ya kutosha kwa ajili ya mechi ya tarehe 28, kwa sababu hii mechi sio ya taifa, ni ya kimataifa. Kama ilivyokuwa kwa tarehe 28, Azam FC tuna jambo letu na bila nisiwe mkosefu wa fadhila kwamba ni ushukuru kwanza uongozi wa timu kwa hili waliloamua kutuletea timu kwe, kwenye asili, maana timu yetu imetokea viwandani na wameamua kutuletea na sisi, tunasema timu tumeipokea. Tarehe ishirini na nane tuna jambo letu na tuna uhakika hii hatuishii hapa, hii mpaka fainali. Ile ngano bora Afrika namba moja inazalishwa hapa Buguruni, kwa hiyo ndio maana tumeamua kuja kuzindua ile kampeni yetu kuelekea mechi yetu ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mashabiki na fans wote wa Azam FC, tarehe 28, tukutane Azam Complex, tujaze uwanja. Pia jezi zetu bora za Azam FC zitakuwepo, na kadi zetu bora za Azam FC zitakuwepo. Karibuni sana.